Tunawaambia, tuko kwa idhini ya Watanzania na Watanzania wako kwa idhini ya Mungu. Kwa ili mradi Watanzania wanatuunga mkono na ili mradi Mungu anawaweka Watanzania, hatutaki kuulizwa swali la dini, maana tuna, tuna kazi ya kuendelea. Kazi yetu lazima itaendelea, na kuendelea huko lazima sisi tuendelekwe. Kama unataka kuwa badala yetu, lazima uambie Watanzania wewe unafanya nini Huwezi kujisemea tu mwandamane waandamane, mwisho watavunja miguu. hawezi kuandamana waka, wakashiba unawatoa mashambani ili waandamane, ili walale njaa alafu iweje? Hamna kitu. Wakati fulani siasa za mikutano zilikuwa zimezuazua, zimeruhusiwa mwaka elfu mbili na tatu wametembea nchi nzima, lakini hamna hoja hata nikiwauliza nyinyi, mnakumbuka mara ya mwisho walisema nini? Hamkumbuki, wana hakuna cha kukumbuka. Ni watu wanapiga wat wana kelele, wanataka shari, na sisi tunawaambia shari, hapana. Amani ndio demokrasia, maana yake sio shari. Demokrasia ni majadiliano, demokrasia ni hoja kama una hoja za kuwashawishi wapiga kura wa kukubali toa hoja, kama huna kubali. Ndio tumeiba nini, wakati asilimia sitini ya wagombea wa nchi nzima walikuwa wanapita bila kupigwa kutokana na sisi wale wa CCM tumewapigia kura ya ndio, au e, maana hawana wapinzani. Sasa wewe ukose asilimia sitini ugombea asilimia arobaini uweke watu hawana sifa ushindwe, alafu uende Umoja wa Mataifa. Ah, utaenda Umoja wa Mataifa kisita kwa, tumemaliza hiyo kazi <coughs> uende ushtaki kwa wazungu. Mi mzungu mmoja aliniuliza inawezekanaje mkapata asilimia tisini na tisa, akasema jambo hili kwetu haliwezekani. Nikasema hata mi niliishi huko kwenu, lakini mazingira yenu sio hapa. Ni hamna vitongoji wala hamna vijiji Tuna vijiji, si tuna vitongoji, ninyi hamna. Kwa hiyo hamwelewi, ndio maana uchaguzi wetu duniani haueleweki, maana hata wale walio na vijiji Afrika hawapigiani kura kwenye vitongoji na vijiji. Kule kuna machifu wanakupiga kiboko, unafuata amri. Kwa hiyo tuendelee.